Malengo ya serikali yaliyopangwa kwenu lazima yafikiwe. Kutokana na changamoto hii ya makaazi, kwa sasa mko hapa kwenye kukodi, mradi, nyumba ya kukodi, lakini serikali imejipanga na kuna mradi maalumu umewekwa wa kukarabati nyumba ya za wazee, lakini pia kujenga mpya upande wa Unguja kule maeneo ya wenezo na semleni wajenge wa mpya kulingana na mahitaji lakini huku pia kuna ukarabati ambao unaendelea kutokana na mahitaji yenu kwa sasa. Ukarabati naamini amini kimalizika, nyumba itakuwa ni nzuri iliyo bora na ya kisasa itakao kidhi mahitaji yenu yote. Niombe sana tushirikiane kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaenda kuleta mustakabali mzima nununyie, lakini pia na taifa kwa ujumla. kwa sasa wizara ipo tayari kuhakikisha mnapata zile stahiki zenu za uzeeni kwa wale waliofikia miaka sabini, lakini na wale walioko hawajafikia, ni imani yangu kwamba kwa kuwa ipo kisheria wakifikia umri nao watapata stahiki. Saa sita utakuwepo mlo mzuri sana, chai ya asubuhi mtapata kisheti. Leo mmekula kisheti na shukuru, siku nyingine chapati moja, si haba. Lakini ukisema milo mitatu je, inakidhi haja yeah. na huyo msimamiaji, huyo msimamiaji wewe, ndio naibu, nakwambia lazima aje kwa heshima na taadhima, wazee chakula hiki abwaga akaondoko. Najua chakula kina hatari. Mara ya pili, nakwambia kwa kuwa wee ni naibu waziri, hili swala ukamwambie kijaruka Najua kwa oda na tena lakini, naomba uwe mwazi kwangu, ini mie sasa mbebe nende, nikuambie wenzangu juu mie naongea na Mheshimiwa Rais, mwambie pesa kidogo inayoingizwa kwa mtu, naomba unaambie mwazi. Mtu mmoja kumpewa gharama umlishe kiasi gani? Sasa la mm -hmm, mtu wale kumbe ni ndogo. Alafu sasa mimi nitajua la pesa kumbe aliyotakiwa mtu wale maskini kumbe ni ndogo. Mimi sasa nikasema Mheshimiwa Rais mwenyewe, sasa nendeni chini, watu wana shida gani, mniletee mie uwezo wa kutatua nao. Kwa hiyo hilo moja. lakini la pili hapa hapa leo nami waweza kuandaa vijana makini mahiri kwenda kuwahudumia wale watu, kuandaa uweze kazi hapa hapa leo, waje tukubaliane kwa sababu wale watu wanane tu, ningekuanga na mkundi mm, zima, lakini watu wenyewe wanane, watu wanane, kwa kuwa wahudumu wao ndani wanao, walitakiwa walelewe usiku, siku ingine hapaai